Wewe ni mfanyabiashara ama wewe, kwa majina nyingine mengine, tumekuwa tukipenda kujita mawinga, lakini unavyoweka status zako nyingi eh, ukiamini kuwa unawavutia wateja A, lakini ndani yake unapoteza wateja. Niulize, kwa nini? Kwa sababu tu aina ya ubunifu unaoitumia kuweka status mojamoja. Unaanza kukuta mtu ameweka status hadi 20, thelathini. Eh, akiamini kuwa ndo anaonyesha product yake vizuri, kumbe kati kati yao pale kati ya zile posti zinakuwa, eh, zinawakela baadhi ya watu wenye namba yako ambao eidha angekuja kuwa mteja mzuri. Leo nakwenda kukuelekeza mbinu ya kuweza kuposti WhatsApp posti chache badala ya kuposti posti thelathini, ukaposti posti tatu au tano au nne au mbili au moja, lakini itakuwa imebeba dhima nzima ya ya ya product yako ambayo unaiuza. Naomba fuatilia video hii moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ili eh, ukaweze kuseti WhatsApp yako. Baada ya kushika simu yako utafungua WhatsApp. Mimi na WhatsApp mbili, mimi nitabonyeza. Baada ya kufungua, nitabonyeza pale juu palipoandikwa layout. Ikishafunguka nitabonyeza, itaniambia ni story layout, so nitachagua picha ambazo nataka. Baada kuchagua, nitahitaji kuchagua mpangilio upi na uhitaji, so mimi nitachagua mpangilio huu hapa. Baada mimi kuchagua hapo, tatakiwa niweke caption, so nitaandika caption, caption yangu. Caption utaweka ya muundo wowote, so mimi nitaweka link ya website. Baada yangu hapo ya status yangu itakuwa imekamilika hivi na ubunifu wa hali ya juu.